hii ni kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan anathamini mchango wa kila jinsia katika ujenzi wa nchi yetu. Leo bunge limependeza, akina mama wako wengi na wanaume, tunakwenda kujenga nchi yetu. Hongera sana Mama Samia Suluhu Hassan. Naomba nitoe wito, ziko siasa zinaendelea kwenye ukanda geopolitics, na kuna watu ambao ni Watanzania wako nje ya nchi, wanaendesha siasa huko. Rais wetu ameshaweka msimamo kwamba linapokuja swala la maslahi ya taifa, sisi kama Watanzania tusiwe na mbadala. Tutajenga msingi wa mahusiano, tutajenga msingi wa kushirikiana, lakini kamwe kwenye maslahi ya taifa tusiyumbe wala kurudi nyuma. Baada ya mchango huo, Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie nafasi tena kuwashukuru sana wananchi wangu wa jimbo la Lupembe, waendelee kuniunga mkono, waendelee kuniombea na kipekee, tarehe ishirini na tisa walimpa kula za heshima kumlipa wema Daktari Mama Samia Suluhu Hassan kwa miradi ya maji aliyopeleka, kwa miradi ya umeme aliyopeleka, barabara alizopeleka. Daktari Samia alistahili kushinda asilimia 98 jimbo la Lupembe.